Ni kwamba ikhlas inamtoa muislamu katika shida. Ikhlas inamtoa muislamu katika dhiki, katika tabu. Muislamu akifanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala peke yake, ile ikhlasi yake inakuja kum, kusimama kumtoa katika yale mambo ya dhiki yanapokuwa ndani yake na mambo ya tabu. Hiyo ni faida kubwa sana ya ikhlas. Kuna kisa ambacho mtume sallallahu alaihi wasalama alitutolea katika hadithi, alitusimulia cha watu watatu katika watu wa Bani Israila waliotangulia wakati wa nyuma. Kisa ni kirefu, lakini nitakifupisha ili tuje katika mahali shahidi. Hawa jamaa walipokuwa wanatembea wakaingia ndani ya pango cave, wakasema ngoje tuingie hapa tupumzike kidogo, alafu baadaye tutaendelea na safari. Walipoingia katika lile pango, jiwe ambalo lilikuwa juu yao lilianguka likateremka chini likaziba ule mlango ambao wao waliingilia, ikawa katika lile mle ndani ya mpango wamefungika, ikawa ni kama majela yao. Ile entrance ambayo walitumia kuingia ikawa blocked, ukatafuta njia, katafuta namna ya kutoka, amna. Jiwe ambalo limekuja pale kukaa ni jiwe zito kubwa sana There is no way hata wakasaidiana vipi jiwe lile hata kulisongeza hawakuweza. Wakakaa wakasema, tukibaki hivi sisi tutakufa hapa ndani. Wakafikiria, wakafikiria, wakafikiria, mwisho wakasema, tufanyeni hivi, kila mmoja katika sisi ataje amali ambayo ameifanya kwa ikhlas kwa Allah subhanahu wa taala kwa ajili yake peke yake, kisha tumwombe Allah subhanahu wa taala kwa amali hiyo ambayo tumeifanya kwa ikhlas atutoe katika hili pango, atuondolee hili jiwe tuweze kutoka. Ni watu watatu, vijana watatu, kila mmoja akaanza kutoa maelezo yake. Jamaa wa kwanza akaeleza kazi yake aliyofanya ilikuwa yeye pamoja na wazazi wake wawili, baba na mama. Anasema yeye alikuwa ni mtu wa mifugo ya wanyama. Jioni kawaida, anarudi na maziwa. Akitoka kule shambani kwenye shughuli zake, anarudi na maziwa. Anasema, maziwa ile nikirudi nayo nyumbani kwanza kabisa nahakikisha ya kwamba nimepita nyumbani kwa wazazi wangu wawili niwabishie mlango wafungue, niwapatie maziwa. Sasa ile inayobaki wakishachukua wao, wameridhika, ile itakayobaki ndio ninachukua, napeleka nyumbani kwa mke wangu na watoto. Hii ni kinyume na vile ambavyo baadhi ya vijana leo wanafanya baada ya kuoa na wazazi wake wawili kwanza. Vijana wengine wanatanguliza mke na watoto, alafu wazazi wanakuja baadaye. Haya, hu, huu ni upungufu mkubwa katika tarbia ya vijana wa Kiislamu. Baba anakupigia simu, anakuulizia uko wapi, unamwambia niko busy kidogo with my wife niko bizi kidogo na family. Vijana wengine anaona simu ya mama inakuja inaingia, simu ya baba inaingia, anaangalia hivi, sasa kidogo mimi niko bizi na huyu mzee, naye anapiga piga masimu. Huyu jamaa aliweka wazazi wake wawili mbele, anasema siku moja nilikuja kuchelewa nilitoka kule kazini kule katika shamba, nilitoka jioni, mida inaelekea ya usiku, nilitoka kuchelewa. Nikifika nyumbani kwa wazazi wangu nilibisha, nikaona kwamba wamelala. Angalieni tarbia, angalieni taa, angalieni uzito wa birul walidaini. Huyu jamaa anasema <coughs> roho yangu haikuniambia niondoke pale nende nyumbani, kwa sababu wazazi, wazazi wangu wawili wamelala. Basi wacha nende nyumbani nipeleke maziwa kwa mama na watoto. Alisema nilibaki pale, sikuondoka, nasubiri baba na mama watoke usingizini niwape maziwa. Basi nilisimama hapo, nilisimama hadi asubuhi. Walipotoka usingizini asubuhi wakaniona, mbona uko hapa? Mimi nilikuwa hapa tangu jana, na wasubiri niwapatieni maziwa. Kwa hivyo, anamwambia, ya Rab, ya Rab, ikiwa nimefanya hivyo kwa ajili ya ikhlas, kwa ajili yako peke yake, basi nakuomba, ewe Rab, ewe Mola wangu, utusongezee hili jiwe tuweze kutoka. Ile jiwe wakaliona kwa macho likisongea likasongea, lakini lilisongea kidogo kiasi ambacho bado hakuna mtu anaweza kupita. Akazungumza mtu wa pili. Mtu wa pili kisa chake kilikuwa ni kisa cha ambacho kinawatokea mashabab, sema nilikuwa na msichana Kulikuwa na msichana ambaye nilikuwa nina nia kubwa na hamu kubwa sana ya kumwoa. Riwaya za hadithi zinasema alikuwa ni binti ammi, msichana wa karibu. Nilikuwa na hamu kubwa sana, ni moyo huyo binti sikubali si, sijaona binti mwingine ambaye amekaa katika roho kama huyo. Kila nikionyesha mwingine, hapana, mi nataka huyu kuoa Sasa siku moja, ikawa kila ninapokwenda kwake nikimtaka, ili nikae naye ili nistarehe naye kidogo, kama yale mambo ambayo baadhi ya vijana wanafanya, ambayo yanaitwa kwa matamshi ambayo yanafanya kile kitendo kinakuwa soft, kile kitendo kinakuwa kidogo. Na hii ni mbinu ya shetani, tutoke kidogo pate faida katika mbinu za shetani, za Iblisi. Katika mbinu zake nyingi, Iblisi ana mbinu ambayo inaitwa tasmiyatu almaasi walmunkarat bighairi asmaiha litakribiha wa jadhbi nnasi ilaiha. Iblis ana mbinu ambayo inasema ni mbinu ya kubadilisha majina ya maovu, na mambo mabaya na mambo machafu yanabadilishwa majina ili yaonekane kwamba ni kitu kidogo tu, na ili nafsi isione kwamba ni jambo baya yani yale maasi hayapewi jina ambayo nafsi ikisikia inasema, ah, hapana, hii kitu ni mbaya sana, no. Inapewa jina zuri. Hii ni mbinu kubwa ya shetani. Zina kabla ya kuoana inaitwa premarital affairs kam we stay, lakini ni zina, Qurani imeita zina. Wewe ukizungumza zina nafsi inatingishika, ina ya Muislamu. Qurani inatuambia Allah azza wa jalla anasema, wala la taqrabu zina, tamko zito sana. Lakini Iblisi anakuambia just a premarital affair. Ina inafanya inakuwa ni something light. Zina kwa mtu ambaye ameoa inaitwa extramarital affair. Haitumiki tena neno fornication, adultery. Haya ni maneno yanatisha. Affair hii ni mbinu ya shetani. Yule bwana katika kile kisa akawa anajaribu kufanya alaka ya haram na yule binti, sasa kila akimwita anakataa, kila akimwita anakataa. Binti amekulia katika tarbia, anachunga heshima yake, anachunga haya yake panataka ukinitaka njoo kwa njia ya kunioa peke yake. Na hivi ndivyo inavyotakiwa iwe, uwe msimamo wa kila binti wa Kiislamu. Asikubali mambo ya kuchezewa chezewa, mambo ya kuharibiwa haya yake ya, kama mtoto wa kike wa Kiislamu, mambo ya kuharibiwa jina lake kama mtoto wa kike wa Kiislamu mambo ya kuharibiwa heshima yake kama mtoto wa kike wa Kiislamu. Yule yule kijana ambaye anatembea na binti wa Kiislamu, baada ya kuwa amechoka kumchezea hivi na pale, kisha mwishowe anaona kwamba hapana, huyu hafai kuwa my wife, kwa sababu nishafanya naye vitu vyote hivi, anakwenda kutafuta another wife, anamdisqualify akisahau kwamba yeye ndiye alikuwa sababu ya hiyo yu disqualification. Yule binti siku moja akawa na shida shida, anataka pesa. Huyu bwana akajua kwamba yule binti ana shida ya pesa, akamwambia nasikia unahitajia pesa, amwambia naam shida ya pesa. Kama vile leo mabanati wetu wa Kiislamu wengine wanahitajia pesa, lakini inakuwa kwao ni njia sahali ya kuingia katika mambo machafu na mambo mabaya kwa ajili ya pesa. Huyu binti aliyekuwa na haya, aliyekuwa na hishma, aliyekuwa na adabu, aliyekuwa na tarbia ya Kiislamu, yule jamaa akamwambia, mimi nitakupa pesa utakazo, lakini tu sharti langu moja leo unipe nafasi ya kufanya yale ambayo nimetia nia ya kufanya, unasemaje? Binti akajaribu akajaribu kuzungumza naye, jamaa amekataa, na hakuna mtu mwingine aliye na nafasi ya kumpa pesa. Huyu jamaa ana uwezo. Binti akamwambia sawa. Kaona sasa hakuna njia nyingine, alipomwambia sawa, huyu jamaa alifurahi sana, akaingia chemba na yule msichana, kakaa faragha, funga chumba, yupo yeye na yule binti peke yake. Wakati anakurubia sasa kuanza kitendo kichafu, wakati ana kurubia kutekeleza yaliyoko katika nia yake mbaya yule binti alimwambia ittakillah, mwogope Allah subhanahu wa taala, wala tafudd lkhatam illa bihaqihi, na pete usiivunje isipokuwa kwa haki yake. Hiyo ni balagha ya lugha ya Kiarabu ya kwamba usiingie katika mlango bila ya njia ya sheria, usipite katika mlango bila ya njia ya sheria ambayo umeruhusiwa. Basi hili tamko la ittaqillah na ile ibara aliyopewa ya kwamba usivunje pete bila ya haki yake iliingia katika nafsi ya huyu jamaa, ilimchoma Alizuia pale pale, akarudi nyuma, akasimama, akaanza kuyafikiria yale maneno. Sasa maneno yanatokota katika bongo lake, akili na mwenda mbio anaanza kufikiria ittaqillah. Pale pale akamwambia yule binti, ivaa nguo, bas hii kazi imeisha. Akamtolea pesa, akampa, akamwambia kweli, mimi sasa hivi nimemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule jamaa anasema, ya Rabbi, ikiwa mimi nimefanya hivyo kwa ajili yako peke yake, basi nakuomba usongeze hili jiwe. Jiwe likasongea. Mtu wa tatu, kisa chake kilikuwa ni yeye na mfanyikazi, employer, wale watu wanaowajiri watu wengine kufanya kazi huyu jamaa alikuwa anafanya kazi, anafanya kazi kwake kwa muda mrefu. Baada ya kufanya kazi kwa muda, yule jamaa aliondoka kenda zake, aliacha zile haki zake pale kwa yule jamaa, akuchukua haki zake, akuchukua ile pesa yake, alikwenda huyu jamaa mwajiri, employer. Ni employer ambaye anamwogopa Allah subhanahu wa taala kama ambavyo inavyotakiwa muislamu kuwa namna hiyo, kuwa ni employer ambaye anamwogopa Allah azza wa jalla, employer ambaye anajua kuna yaumul hisab kuna yaumul jaza, anamwogopa Allah jalla jalaluh. Hali haki ya mtu, hali haki ya wafanyikazi, hadhulumu wafanyikazi employees. Anawaona kwamba ni wanyonge, anawadhulumu? Hapana, anamogopa Allah subhanahu. Kwa hivyo pesa ya yule employer employee, yule mfanyikazi akachukua akaiweka. Baada ya kuweka, akasema hapana, hii pesa, ngoja ninunue wanyama, mifugo, badala ya kukatwa hivi itakuwa west. Akanunua wanyama, mbuzi, kondoo, hivyo ng'ombe. Wale wanyama kidogo ambao wamenunua, amenunua, amewanunua kwa ile pesa, wale wanyama wakaanza kuzaana, wanazaana, wanazaana, wanazaana, wanazaana, wana So yule jamaa akija, baada ya muda mrefu alikuja, akija kwa yule jamaa akampata yule employer wake yuko vile vile, akamwangalia akamwambia, wewe unanikumbuka? Akamtizama akamwambia, nakumbuka, wewe ni mtu fulani. Akamwambia, alhamdulillah, nafurahi sana umenikumbuka. Unakumbuka mimi nilikuwa na haki yangu hapa sikuchukua? Akamwambia, ndio nakumbuka, uliondoka uliacha haki yako hapa mbe sasa, leo nimekuja kudai haki yangu, naomba unipe. Employer anamwambia njoo, lete mkono. Kamshika mkono, akaenda naye katika shamba, amwambia, simama hapa, unaona hawa wanyama, kuanzia hapa mpaka kule mwisho, hawa wanyama wote hawa ni wanyama wako, hii mifugo yote ni yako, hii mbuzi, ng'ombe, kondoo, yote, yote ni yako. Yule <coughs> jamaa anakumbuka kwamba pesa yake ilikuwa ni kidogo. Akiangalia ile mali aliyoonyeshwa, anajua hii haiwezi kuwa mali yake. Anamwangalia yule jamaa, anamwambia my friend, unanifanyia mzaha, unanifanyia jokes mimi nimekuja nadai haki yangu, I'm serious. Wewe unanifanyia mambo ya maskhara, unanifanyia mambo ya mzaha employer anamwambia mimi sikufanyii mzaha, kama vile ambavyo wewe upo serious na mimi nipo serious. Hii mali ni yako. Ah, sijaelewa kivipi. Namwambia ulipoondoka ile mali kidogo uliacha, mimi nikanunua wanyama kwa ile pesa yako, wale wanyama nikawaweka katika hili boma, wakawa wanazaana wanazaana wanazaana wanazaana, mpaka leo imekuwa hawa wanyama wamefika mamia ya wanyama, wote ni wako. Ule mda wote hawa wanyama wako hapa wanazaana, na mimi naangalia, najua ipo siku unaweza kutokea, utachukua mali yako. Kwa hivyo chukua mali yako hii, twendane. Jamaa alitoa machozi, analia, yaani hivi katika dunia hii kuna watu waaminifu kiasi hichi? kuna watu wanamwogopa Allah subhanahu wa taala kiasi hichi. Jamaa akasema ikiwa ya Rabbi, nimefanya hivyo kwa ajili yako peke yake, basi tunaomba na kuomba utusongezee hili jiwe. Lile jiwe likasongea likaanguka, ndipo jamaa ukaweza kutoka. Faida kubwa ndugu zangu ni hadithi hii ni kwamba ikhlas ni silaha kubwa ya kumkinga Muislamu wakati wa shida, wakati wa dhiki. Hawa jamaa watatu Allah azza wa jalla aliwatoa katika shida, aliwatoa katika dhiq, aliwatoa katika balaa na msiba ule waliokuwa nao, kwa sababu walikuwa na ikhlas ndani ya amali yao aliyofanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.